Sasa, Mungu anataka hizi tabia za mwilini ziondoke, bali tabia za Roho Mtakatifu zikae ndani yako. Neno la Mungu anasema hapana ushirika kati ya nuru na nini? Na giza. Humu ndani kuna kiburi au humu ndani una dhalau, una hasira alafu hapo hapo unataka unyenyekevu uwepo ndani yako? Ni ngumu. Lazima asila na kiburi au na dharau viondoke ndani. Haleluya, lazima viondoke. Hapa ni, ni eneo la kuomba. Mambo mengine hayawezekani, bali kwa kufunga na kuomba. Mwambie Mungu, naomba niondolee tabia, niondolee hizi tabia. Omba, funga na kuomba Mungu akuondolee tabia We unafunga na kuomba Mungu, naomba gari, naomba unipe kazi, na ndani kuna matabia ya mwilini kibao. Funga, tengeneza, ingia kwenye mifungo, mwambie Mungu, ndani yangu na tabia ya kinyongo, ndani yangu na tabia, nikimwona mtu amefanikiwa naumia. Yaani nikimwona mtu amefanikiwa naumia. Kuna watu wanaumia hapa, wameokoka na watu wanaumia hapa wakimwona mtu amefanikiwa nasikia eh, hey, jamani, mbona yeye tu? Kwa nini tusiwe na sisi? Sasa hilo neno halijatoka tu kinywani, liko wapi? Maana yake wewe una tabia hiyo, ukiona watu wengine wamefanikiwa, hasa wale marafiki zako, watu wako ulionao karibu, yani unaumia, kwa nini amefanikiwa? Ujue huku ndani kuna choyo wiko huku ndani. Kuna chuki. Kuna tabia huku zipo ndani za umimi. Funga na kuomba Mungu akuondolee. Mungu akuondolee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo, ukiwa na hizi tabia, ziko ndani, kwa sababu hizi tabia ndio zinakupelekea wewe kutenda dhambi za. Zikiwa ndani, zitakudondosha tu, zitakudondosha tu, zitakuangusha tu. Yaani wewe fanya ufanyavyo, pakiwapo na tabia ya uovu iko ndani, shetani, huo ni mlango wake. Anasema, mwacheni amsifu Mungu, mwacheni amwimbie Mungu, mwacheni amtukuze Mungu. Wakati wake wa kufa ukikaribia, tutatumia hiyo tabia kumwangusha.